Naam mtazamaji wa Trend TV, kama unavyoelewa ni kwamba bado shamra shamra zinaendelea huko Nigeria kuhusiana na, na sherehe za harusi ya JUX ambapo wadau bwana huku Tanzania wamekua, eh, sorry, wamekuwa wakilalamika, eh, kwamba kijana bwana anapitia wakati mgumu financially. Umeona bwana kuna watu bwana wanasema kwamba JUX kipindi hiki ambacho tumeona kwamba alishafanya sherehe hapa Tanzania na sherehe ilifana, tuliona ma celebrity wengi sana wali happen sherehe ili trendy. Lakini baada ya harusi ya Mobeto, Jux naye pia akafanywa interview, akasema kwamba bado sherehe yake ya harusi bado inaendelea, ndo kwanza kama imeanza. Kwa hiyo wameenda hanimuni, wamerudi, lakini pia kuna sherehe inafanyika huko Nigeria, na hicho ndo kitu ambacho tumeanza kukiona. Hii ni kama wiki ya pili, sasa hivi bado wapo katika maandalizi ya sherehe ya huko Nigeria, wenyewe wanaita Royal Wedding, kwa tunataka tuione hiyo sherehe. Lakini kuna watu bwana alianza mwijia kusema kwamba Jux anafilisika, anatumia hela tu on a daily basis, yani kila siku yeye ni masherehe sherehe, haya wakati harusi ilikuwa ishapita, mambo yalikuwa yashaisha, ni wao tu kuishi na kuenjoy maisha yao akiwa kama mke na mume, lakini hizi sherehe zimekuwa ni nyingi. Sasa watu wakaanza kusema kwamba Jux anafilisika na anafilisi brand yake African Boy, kwa mujibu wa mmoja wao alichokizungumza. Lakini hilo swala bwana, leo tena limeibuka huko mitandaoni, baada ya video zikiwa zimeanza kusambaa wakiwa wanaelekea katika ama wapokiwa bado wako katika maandalizi ya hiyo sherehe huko Nigeria. Kwa hiyo bwana, kitu ambacho kimehappen bwana, ni kwamba sherehe hiyo imetangazwa tarehe rasmi kwamba siku tatu hapo mbele ndipo sherehe hiyo itahappen mnamo tarehe 17 mwezi huu wapa wa Aprili ndipo sherehe ita toke itafanyika huko Nigeria, lakini wadau bado wamekuwa wakilalamika wakidai kwamba tunaona nguo kila siku wanafanya, e, wanafanya majaribio ya nguo na nini kwa ajili ya sherehe hiyo. Na hapa kwa mfano e, kuna page hapa imeandika kwamba Jux awe makini, hatafilisika. E, kuna mdau hapa ameandika kwamba kuelekea kwa, anasema kwamba kuna kuelekea mwanamziki Jux ukata utamkaribia sio kwa hizi shughuli ambazo zinafanyika mara kwa mara zikiwa zinakaribia siku yao kubwa ya harusi hiyo itakayofanyika mnamo tarehe kumi na saba mwezi huu Aprili. Yani kwamba tokea Jux alipofika Nigeria imekuwa ni party after party, ni sherehe juu ya sherehe kuelekea katika siku yao hiyo ya sherehe yao kubwa ya hiyo tarehe kumi na saba mwezi Aprili, e, bwana. Huku huku baadhi ya mashabiki hapo wakaendelea kuandika kwamba, huku baadhi ya mashabiki wakiwa wa, wakiwa wameweka wazi kuwa ikitokea amefilisika basi watu wasiangaike sana, wajue tu ni mrembo aliyekuwa naye pamoja na shughuli zao anazozifanya mara kwa mara. So ukiwa kama mdau, nahisi kwamba anaweza kufilisika kwa sababu ya hizi sherehe anazozifanya na mpenzi wake au mkewe Priscilla, weka maoni yako bwana, katika comment section, tutakuwa tukisoma na ku reply kila comment, na pia hakikisha una subscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.